Moja kwa moja kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, katika viwanja vya chuo kikuu, tuko hapa Simba Sports Club tukiwa tunasimamia na kuendesha Simba Bankers Bonanza. Hili ni bonanza ambalo linashirikisha wafanyakazi kutoka benki mbalimbali nchini Tanzania. Ziko benki saba hapa zikishindana kwenye vita ya mpira wa miguu. Na mpaka muda huu wapo ambao tayari wameshaaga mashindano na wapo ambao bado wanaendelea na mashindano. Mambo ni ya moto kweli kweli na kila kitu kinakwenda vizuri. Bado mwana Simba hujachelewa. Unaweza ukafika hapa ukaungana na wanasimba wenzio kwenye kufurahia Simba Bankers Bonanza, lakini vile vile kufurahia kuelekea katika mechi yetu ya robo fainali dhidi ya Almasri. Kwa wale ambao wako maeneo haya ya karibu na chuo kikuu, tiketi za mechi yetu zinapatikana hapa hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mambo ni ya moto kweli kweli, lakini ukifika hapa e, hautaishi kinyonge. Vinywaji vipo chakula kipo na mpango mzima wa chakula unasimamiwa na Small Planet, pamoja na mambo mazima ya kiburudani. Na kama haitoshi, tukishamaliza Simba Bankers Bonanza tunakwenda kwenye after party Small Planet pale Sinza. E bwane, tunakesha kuanzia leo Jumapili, kesho Jumatatu, Jumanne tunapumzika, Jumatano tunaamkia Benjamin Mkapa. Ubaya ubwela tumeuamulia, wiki nzima ni shughuli mpaka siku ya tukio, na kwenda kumchinja Almasiri nyama na kwenda nusu fainali. Ebane, hii tunavuka.